watakulata watamrasha mtume oyo so wote chindai ajisio na kilamo rasulu minallahi mtume kamujitu yatlu suhufan mutahara taksoma microphone please.

na kwa kharifeno baadhi yao kwa ila bayinat wa ulaika lahum adhabun adhim. Wa na adhabun kuwa na mtume sala salam takuwa amura chintu chingine ila chintu chawa amura laka kazi wazawutu hadhi wa ma umiru ila liyaabudu allaha mukhlisina lahuddina wa antaka muruwa ila wa amuri lakum abudia mujitu na kufanya ikhlasi ibada ka mujitu adina kadra fasira kwa ibada apa maanaye ibada ikhlasi, niyo maanayo ni muntu kakwaye anamsula shoka mujitu yaye, nafanyo amali yaye nafanyo, maana irada tu kwa mtu muntu nakwa msafi nafanya irada sho kwa mujitu kakwaye, namsula mujitu tu mudai nafanyo chintu

fadhila zini nkuu wadhalika dinu lqayima hadi chintu cha wafara mila kufanya ibada khalisi kamujitu na khsala na zaka. Hiyo ndio dini ya ziwo stoseto dini ya mukazi wo tosani na hiyo ndio vile Islam maana tawa dini zingine wote si iko chintu tu cha siki nayo in common huvile Islam, Islam ina maana mbili, ina maana am

ulaika hum sharul bariya au naaau e i ladhina amanu au salihati khairul bariya au aminiyo ao amali sura

ambu huwa ni ibohori kina ndrawubi lakini wawu zi janani taku ibohori wala taku watufu katika logani taku hii nendra bila logani bila ibohori mani bila mahala ya tushiro jisi khalidina fiha abadan watakanta apu nao hawalawi kabisa awakutengu janani watakanta abadi hawalawi radhi ya Allahu anhum mujitu kwa wele radhi mani mujitu kwa uko hapi